Sekondari tunasoma combination moja ambayo ni PMCS. Combination ya PMCS inajumuisha masomo matatu ambayo ni physics mathematics na computer science. Sisi kama wanafunzi wa kidato cha sita na cha tano tumeweza kukaa chini na kufikiria kutumia knowledge ya darasani ya somo la computer science kuweza kutengeneza tovuti pamoja na application ya afya basi ndugu mgeni rasmi, mbele yako hapa katika screen yetu unaweza ukaona tabu chache hapa, ambapo hizi zote zinajumuisha tovuti moja. Ambayo tuliweza kugundua kwamba mwaka huu tunaenda kufanya uchaguzi katika uchaguzi mkuu, tuliamua kuona kama tutengeneze tule, tule, mfano ambao unaweza kupiga kura online basi kwa haraka zaidi tufungue page yetu hapa. Basi ndugu mgeni rasmi, mbele yako katika screen unavyoona, hii ni we, tovuti ambayo tumeweza kuitengeneza sisi wenyewe kwa kukaa chini, kutumia knowledge na kutumia lugha mbalimbali za kikompyuta katika kutengeneza website hii. Tuliweza kutengeneza website ambayo ni itaweza kumilikiwa labda kama na INEC National Electro Commission. Basi unavyoona hapa ni nembo ya taifa na hapa ni nembo ya INEC. Baada ya hapo unaona juu hapo kwamba hii ni tovuti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Karibu uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi ndugu mgeni rasmi, tunaoendelea kupanda katika tovuti yetu, tuliweza kuweka vitu vingi kidogo, ili kuweza kumfanya Mtanzania aelewe nini anakifanya katika wakati gani katika tovuti hii. Unaona hapa jitokeze kupiga kura, sauti yako ina uzito. Basi katika tovuti hii inamhamasisha Mtanzania ajitokeze kupiga kura, na katika kupiga kura inamhamasisha kwamba sauti yake inasikilizwa na Watanzania wote pamoja na, na, na, na government nzima. Uchaguzi ni fursa ya kila raia kushiriki katika uandaaji wa serikali. Basi katika kumhamasisha pia tunaona chini hapa unapata kituo chako cha kupiga kura na baada ya hapo akibonyeza hapa inamuelekeza kwamba pata taarifa katika kituo cha kupiga kura kutoka katika tovuti rasmi ya Tume ya Uchaguzi. Baada ya hapo mbele yake atakutana na click here to vote, maanake bonyeza hapa ili uweze kupiga kura. Basi itampeleka kabisa katika ukurasa wa kupiga kura, ambapo katika ukurasa wetu wa kupiga kura inakuja kuonyesha mfumo wa kupiga kura, demo, mfano wa mfumo wa majaribio wa kupiga kura mtandaoni, taarifa za mpiga kura. Basi ataanza kuingiza taarifa za kitambulisho chake pale juu, kama ID number, akishaingiza kisha atascroll ili aweze kuona nini kinafuata, itamuonyesha chakua mgombea ataonyesha wagombea wa, wa urais ambapo yupo Samia Suluhu Hassan, Tundu Lissu pamoja na Zitto Kabwe kama mfano, na pia ataamua achague nani ambaye ataamua awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi kama atakliki chaguo la kwanza Samia Suluhu Hassan, akisha kliki itamwonyesha piga kura basi atakuwa amefanya kabisa kitendo cha kupiga kura na haitamruhusu kupiga kura mara nyingine tena. Na kama akiamua kama ajaamua kama yeye ni rais akiamua kumchagua mwingine, basi itaacha ile chaguo la kwanza, itafuata ile chaguo la mwisho. Basi kimchagua itapiga kura na itamruhusu, na kura itakuwa imehifadhiwa baada ya hapo ili ajulikane kwamba ni Mtanzania halali na amepiga kura. Chini hapa itamwonyesha risiti ya kura ambayo ni siri yake katika ile risiti ataipakua risiti hapa chini na atabaki na nakala yake, akiwa ameidownload kwenye simu yake. Kwa hiyo atakuwa na risiti kwamba amepiga kura na, yake ya na sahua, kura yake imefadhiliwa kwa ajili ya kuhesabiwa. Basi ndugu mgeni rasmi, na ukurasa huu wa kupiga kura tunarudi road homepage, tukiona kwamba tovuti yetu bado inaendelea na mambo mengine. Kumuhimu katika tovuti kuna sehemu ile ambayo ya kura anaingiza namba yake na alienda vipi pale kuona kwamba huyu hataingiza hata namba yoyote tu, halafu mfumo kwa piki. Yaani pale kwenye namba kuna simu inasema ingiza namba yake na alinda vipi kwenye mfumo, ili mwenye kuingiza namba pale asiingiza namba yoyote tu, halafu itakubali mfumo kwa piki au ikajirudia tena. tuliotengeneza ni mfano tu, lakini kama ingemilikiwa na INEC wangeweka mfumo kwamba anapoingiza namba yake inasoma ni nani aliyeingiza, hivyo inamtambua na kisha anaruhusiwa kupiga kura. Pia ndugu mgeni rasmi, katika utengenezaji huu analaini, kwamba kuna faida na changamoto. Katika changamoto tulizoziona, moja wapo hiyo kwamba usalama wa mfumo dhidi ya udukuzi, ya pili ni usini wa kura kupatikana kwa internet kwa kila mpiga kura na uwezo wa watu kutumia teknolojia hii. Basi tunaona swali lako linajikita zaidi katika usiri wa kura na usalama wa mfumo dhidi ya udukuzi. Katika kutatua hilo, kama ingekuwa inamilikiwa na, na tume rasmi ya uchaguzi, ni kwamba akiingiza namba yake hapa ina- inatakuwa itengenezewe kwamba anayeingiza namba asiweze kuiona. Anayehesabu kura, anayehesabu kura ataona tu kura imepigiwa, mtu fulani amepigiwa, rais ni huyu, lakini hataona namba aliyepiga kura ni nani. Ndio, na pia ataingiza namba, kama namba sio validi, itawambia namba yako uliyoingiza sio sahihi.